Ambacho ana simba kwa kipindi kirefu sana, mlikuwa hamkioni. Msimu unaelekea mwishoni, naye ndo amewaka. Huoni kama hivi anawatembeleza? na simba anakuja hivi. Ana Ahmed Ali sio chizi kumuita Budo SJR. Si umenielewa eh? Ahmed Ali ni mtu wa maono, ndio maana alimwita SJR. Hakuna mwanasimba asiyemjua Joshua Mutale. Saa ni mchezaji wa aina yake. Kwanza ni mchezaji ambaye ana speed Umeelewa, ni mchezaji ambaye ana talent kubwa, pasi zake huwa hazipotei, lakini kikubwa alipitia upepo ambao umwapitia wachezaji wengi. Mimi nilishaongea umeelewa bwana, alipitia upepo ambao umempitia Eden Hazard wakati anatoka Chelsea, anaenda anaenda Real Madrid, umempitia upepo ambao ulimpitia Alexis Sanchez wakati anatoka Arsenal anakwenda Manchester. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida kwenye mpira, lakini huyu ndio Joshua Mutale ambaye tuliomsajili sisi tunayemfahamu hiyo alimficha kidogo, alimtia kwenye vibuyu uh, lakini mtoto wachungulia amesha toka sasa, yuko nje anacheza mpira. Ma maombi, na msaidia uh, uh, kama ni maombi kama ni nini, lakini mimi ninachofahamu kwenye mpira wachezaji wanapitia vipindi vingi sana, kwao ni vitu vya kawaida sana kwenye mpira. Hicho unasema kwamba walimtia kwenye kifuniko, ni akina nani hawa wote watu? Uh, wa upande wa pili wasiopenda maendeleo yetu, wazee watucheze, huwa siku zote wanaangalia kilichokuwa bora ndani ya Simba ili waweze kushughulikia, lakini mwisho wa siku Mungu ni muweza, Mungu ni mkubwa, tunamshukuru. Mtoto amerudi kundini, sasa hivi anaendelea na kazi yake kama kawaida na Simba tutaendelea sana kumfaidi Budo, si ndio? Na Budo tutaendelea kumfaidi, na utamfaidi zaidi Moroko. Bado uelewa yaani, pale ni asilimia sitini na tano bado. Budo hajarudi asilimia tisini mpaka mia utamfaidi Budo, na utaenda kushuhudia atakachoenda kufanya Moroko. Budo inawezekana akawa ni mfalme wa mwisho. Unajua hata kwenye dini kwenye dini Mwenyezi Mungu anakuambia omba mwisho mwema, sawa? Usiombe mwanzo mzuri, omba mwisho mwema ni afadhali. Ukiwa kidogo unaanza mdogo mdogo, laku mwisho unamalizia mwisho mwema. kwa hiyo Joshua Mutale mimi ninamuona kama mtoto mwa, ambaye, and, wa Kiislamu wa Kikristo ambaye anakuwa na mwisho mwema, yani, tutamwimba Joshua Mutale sure hizi tu game Jawai na ahome tutakuja kumwimba Joshua Mutale. Na hata inawezekana ufalme ukamkabidhi yeye na Mpanzu wote aibirifu katika mashindano yote ya shirikisho. Hakuna stoka mgumu kama mabulu, msielewe. Yani, hakuna stoka mgumu kama mabulu na hakuna mechi ngumu ambayo Simba amecheza katika mechi zote za shirikisho kama mechi na Al Hilal Tripoli away Yani ile mechi ndio ilikuwa ngumu kuliko mechi zote, na utaenda kushuhudia kitu cha ajabu. Alafu game approach ya ligi na game approach ya mashindano ya kimataifa vitu viwili tofauti. Wewe Mpanzu umemwona, ile ndio shule ya Mpanzu, ile ndio shule ya Kibu, ile ndio shule ya Mza au goli wali walilofunga wale. Ile ndio ndio akili na mentality ya Musa Kamara kwamba, sasa niko golini naonyesha kitu fulani Yaani game approach ya ligi na game approach ya mechi kima yani yani ya kimataifa vitu viwili tofauti. Yaani wala usihusishe kabisa. Yaani mashindano ya ligi haya ukasanisha uh-huh na nini? Na finali. Kwanza ile ni finali. Umeelewa? Yaani mechi yote kitu finali ni kitwa game i agemua inakuwa ni vitu vili tofauti. Yani, yaani hapo unaona watu kama wanafanya mazoezi. Kila mchezaji anataka kuionyesha image sawa, kuifanya mechi ya Sauk, Berkane iwe display kwake. Umeelewa? They want to go from one place to another. Si umeelewa? Kwa hiyo hii mechi hakuna hakuna national awezi akakaa akaiangalia Simba na nani? Simba na KMC. Nashnaa anaangalia fainali. Mpanzu huyu tushamuona sasa, hebu ngoja tumwangalie tena kwao. Mpanzu, ina maana watu kuangalia mechi hapa. Maafisa <tipa> wa <tipa> hapafaa wanafanya mazoea mechi o Unajua, uh, katika mashindano kila mtu sasa hivi anaficha makucha yake, si umeelewa? Alafu Simba nikwambie kwanini Simba iliitwa Simba. Unajua watu wengi hamjui kwanini Simba ilitwa Simba. Simba iliitwa Simba kutokana na asili ya mnyama kibaiolojia. Simba anapokutana na swala hawezi akatoa kucha zote, akili zote, zote swala, swala vrubu, na nguvu zote ili amkamate swala huyo na udongo Simba anapomwinda swala na Simba anamwinda nyati ni vitu viwili tofauti. Hii mechi tunacheza na swala. Wao walitaka hapa Simba atumie nguvu za wana gani? Kucha za Simba zinatoka kwa stage. Kwa kwa hiyo kucha zimetoka kidogo, akili kidogo, nguvu kidogo, watu wamemaliza shughuli, tunaenda kucheza na nyati. Mwelewa, nani huko ndo utamjua Simba na ndo maana Simba na mipira miwili. Simba na mpira wa ligi na ana mpira wa kimataifa. Usimwelewa, na asili ya neno Simba. Kwa hiyo lazima mjifunze na mwelewa tunachowafundisha. Unasemaje? Sio kukaa kumzungumzia wale kumzungumzia kodi yangu leo hiyo, mimi nishatoka leo yangu. Mimi ni mwana finali, mimi namzungumzia Berkane. Hmm. Siwezi nikakali zungumzie dabi. Dabi ni mechi ndogo sana Hmm. Yani, am sure, tunakwenda kwenye mechi tarehe 15 <todite> <tukiwa wachezaji wamepanda. todite> <trano> <Misiwe> na kombe ya. <todite> letu Hmm. Yani, hiyo mechi ya tarehe 15 ni mechi ya sherehe ya kwenda kusherehekea na kulionyesha kombe

Kawila Karume walichora, waliandika mpaka jesi jibi sitini na nne. yeah. wakanda nayo uwanjani, wanasubiria warudi waje kunifanyia fujo kwenye biashara zangu, waje kunivalisha walinivalisha. Yeah. Kidembele kiduka kinkimaraga ndio timu yao. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah kibaya yani, timu yao tafsiri yake imechoka. Lakini simba ni timu ambayo wa imesajili wachezaji wadogo. Siri ya mchezaji mwenye umri mdogo, mchezaji mwenye umri mdogo, siku zote anataka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na ndio maana mpira unachezwa na vitu vitatu: commitment, space na time. Time, time unapozungumzia you you must know at what time do you attack, you must know know cha mwisho kabisa commitment. Sasa commitment inapatikana kwa wachezaji wenye miaka ishirini na nne kurudi chini. Sio mchezaji kama Chama. Na ndio maana Simba tulikuwa tunashinda robo finali siku zote. Mchezaji ana miaka 39. Hivi anakupa nini? Anahitaji ndo wapi? Lakini Gagoma anahitaji kutoka Mamelo hadi Mamelo aende Ulaya mri unamlsu cincha zaua leo. Vilabu vya Olympic Marseille vya Ufaransa inahitaji huduma ya chincha zaua. Umeelewa? Kuna timu tu tayari ofa tatu ziko mezani kwenye uongozi wa Simba. Wanamhitaji chincha zaua. Mwenyekiti wa kilabu ya Afrika wanai Si kuyo, ana hazi kwanza kutuvalisha si medali hazi yake ndogo, umeelewa? Mwenyekiti wa nini? Sema mwenyekiti wa umoja wa vilabu katika kudai haki zao <laughs> ba -ba. Sijui unaelewa, hey. Yule sio mwenyekiti wa vilabu ni mwenyekiti wa umoja wa vilabu. Yani kama unaona shirika la kazi International Labour Organization kazi yake ni kulinda haki za wafanyakazi. Mfanyakazi akionewa kwenye kampuni fulani anakwenda kwenye shirika la ILO kwenda kudai haki zake yasaidiwe. Sasa injinia, sisi tumemtoa chambo kwani hiyo, wanafikiri tayari gani? Akitaki kile cheo, kama kingekuwa cheo kizuri au kina mangungu, hawa wakubwa wanaojua mpira wa Afrika eh, si unaelewa? Kuna viongozi wako leo, simalali hawahitaji hichi cheo. Mamelodi Sundowns yule amemshakizia, kwa sababu ule unaenda kusababisha ugomvi na kafu wewe unaenda kudai haki za vilabu Kafu, yaani Kafu wameingia mkataba na Totali sawa, kwamba timu. Kwa nini unawanyima una timu haki zao? Wewe ndio unaenda kutetea. Sasa matokeo yake unakuja kugombana na viongozi wa Kafu. Kile cheo wamemtoa chambo, simanelewe kwa sisi wataalamu tunaojua masuala ya mpira. Shukrani sana Tita, asante sana.